E, bwana mambo vipi? Sasa kama ulishawahi kuomba ajira serikalini fuatilia video hii hadi mwisho kwani na majina mapya ya walioitwa kazini siku ya leo tarehe 12 mwezi wa tatu, elfu mbili na ishirini na tano orodha majina wa Songea, ya majina ni kama ifuatavyo waliopangwa halimashauri ya manispaa ya Songea mwalimu, daraja la tatu b, somo la biolojia majina ni Dionis Pius Molam, Happiness Samuel Martin na Adela Marco Mat Mat Matile waliopangwa halimashauri ya manisipaa ya Songea, mwalimu daraja la tatu b somo la kemia majina ni Neema Furaisha John, Dorcas Richard Kusundwa na ya Lady Francisco Simtala. Waliopangwa halimashauri ya manispaa ya Songea, mwalimu daraja la tatu b somo la jiografia majina ni Nancy Joeli Okelo, Elizabeth Josefu Mapunda. Waliopangwa halimashauri ya manispaa ya Songea mwalimu daraja la tatu b shule ya msingi jina ni Pita Charo Mabula. Waliopangwa halimashauri ya manisipaa ya Songea mwalimu daraja la tatu a hey, majina ni Winifrida Deo Kimambo, Sala Benard Maiga, Lightnes Eliu Kumbaga, Dorot Selemani Salum, Sala Ashley Yezekieli, Rehema Isa Selemani, Kudra Mloka Malco, Zaituni Saidi Mkwalavile Vileti Priscusi Woiso na Amina Hussein Ramadhani, waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Songea. Afisa maendeleo jamii msaidizi daraja la pili, jina ni Israeli Chansi Butoke, waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Songea. Mwalimu daraja la tatu B, somo la jiografia, majina ni Lahabu Amosishayo Zul Zulikifil Juma Ndosa Dosa waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Songea mwalimu daraja la tatu c somo la fizikia jina ni Baraka Evarist Joseph. Waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Songea mwalimu daraja la tatu c somo la historia jina ni Julius Jonas Mbawala. Waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Songea mwalimu daraja la tatu c somo la jiografia majina ni Modesta Rashidi Idi na Marasi Muhammad Marasi waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Songea mwalimu daraja la tatu A, majina ni Blastus Francisco Bina, Fikili Gwaranda, Masumo Francis Joseph, Majani James Kalebi, Simpungwe, Simpungwe Emily Ezekiel Nkondo, Hudson Matei Malanda na Patrick Dominic Sanka. Waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Kahama mwalimu daraja la tatu c kilimo. Jina ni Afaya Truai Bondai. Waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Kahama mwalimu daraja la 3B somo la biolojia majina ni Baraka Ambakisi Mwaisabila, Yusufu Alioba Sinde, Jamali Mohamed Mweyo, Chance Mgeta Mkika na Florence Focus Mhua. Waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Kahama mwalimu daraja la 3B somo la kemia majina ni God, goodness, Paulo Somo Clara boai bura na Amina Abelinkota waliopangwa Halmashauri ya Manispaa ya Kahama mwalimu daraja la tatu b somo la historia majina ni Chance Charles Emmanuel Edson Zaveli Mliuka na Zuena Komboshe. shehe waliopangwa Halmashauri ya Manispaa ya Kahama mwalimu daraja la tatu b somo la kiswahili majina ni Aisha Salumu Hina Rejoice Amos Nkini na Frank Benjamin Ngonyani. Waliopangwa Halmashauri ya Manispaa ya Kahama mwalimu daraja la tatu b shule ya msingi majina ni Lehema la, la Disraus Haule na Janet Prosper Senga. Waliopangwa Halmashauri ya Manispaa ya Kahama mwalimu daraja la tatu c somo la historia majina ni Vumilia Zakaria Kidinma na Njenga Julius Mashala waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Kahama mwalimu daraja la tatu c somo la Kiswahili jina ni Asha Ezekia Kisembe. Waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Kahama mwalimu daraja la tatu a hey, majina ni Elizabeth Stanley Yona, Hajra Abd Abdalla, Kiula Juma, Majuto Idi, Besta Ephraim Jalinda, Aturangwe Azalia Njiuka, Yusta Victoria Balaswa Sabina Manseli Walae Tailuna Suleimani Salim Pendo Wilson Mte Subila Lameki, Subila Lameki Mategwa Dines Daniel Changa Justina Helman Joseph Edina Stefano Faustin Nestor Prosper Malingumu Margaret Elias Makondose Dorini Julius Humai Silvenisia Jeremia Kibamba, Neema Fanuel Kayaha, Upendo Mekisoni Isaya, Neustafares Amoni, Winifrida Michael Ngeta na Cristina Martin Matrile, waliopangwa halimashauri ya manispaa ya Kahama. Msaidizi wa afya, jina ni Tabei Joseph Mwangonda, waliopangwa halimashauri ya manispaa ya Kahama. Mwalimu daraja la 3A majina ni Asha Ayubu Jumauso na Angela Angela Sahidi Mwambagilo, waliopangwa halmashauri ya jiji la Arusha, mwalimu daraja la tatu B, somo la biolojia. Majina ni Imani Flaha Asangwile, Kelvin Lobert Kasofi, Id Saidi Kitonye na Yohana Elilaha Yohana, waliopangwa halmashauri ya jiji la Arusha. Mwalimu daraja la tatu b somo la kimia na jina ni Jumanne Salumu Ndege, Zabdiel Daud Kitoe, Muhamed Mustafa Kilinjuna, Mgisha Chanski Kahangi waliopangwa halimashauri ya jiji la Arusha. Mwalimu daraja la tatu b somo la historia jina ni Yuda Eliezeri Eli Ezeri Nawe waliopangwa halimashauri ya jiji la Arusha. Mwalimu daraja la tatu B somo la jiografia jina ni Nalei Meshaki Kanyokie waliopangwa halmashauri ya jiji la Arusha. Mwalimu daraja la tatu B shule ya msingi jina ni Jackson Athmani Nyange waliopangwa halmashauri ya jiji la Arusha. Mwalimu daraja la tatu C somo la jiografia jina ni Godrav Maheli Maneno waliopangwa halmashauri ya jiji la Arusha. Mwalimu daraja la tatu C somo la historia jina ni Josephat Erasto Stefania, waliopangwa halmashauri ya jiji la Arusha. Mwalimu daraja la tatu A majina ni Shija Samson Magubu, Ali Hamisi Hussein, Emmanuel Amos Mangasa, Fraha Emmanuel Jeremia, Bryson Wilfred Matola, Hamisi Ernest Msenki, Ernest Florian Ernest, Pastori Mayala Makubi Alfa Abihudi Chidau na Kelvin Ephraim Marekani. Waliopangwa halimashauri ya jiji la Arusha mwalimu daraja la tatu C somo la biolojia majina ni Emil Lamson Yunji na Musa Marwa Chacha. Waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Arusha mwalimu daraja la tatu C kilimo jina ni Onesimo Venant Ngongi. Waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Arusha mwalimu daraja la tatu B somo la baolojia majina ni Gridas Petro Bilama, Lukas Richard Doto na Baraka Amoni Ngachenga waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Arusha mwalimu daraja la tatu B somo la historia majina ni Silia Masulu Ntobi waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Arusha mwalimu daraja la tatu B somo la jiografia majina ni Hussein Ayubu Hassani na Leonard Silvester Tiamangwa, Tiamagwa waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Arusha mwalimu daraja la tatu C si. somo la historia majina ni Josephine Joseph Long na Jakrina Bazili Tesha waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Arusha mwalimu si, daraja la tatu C. somo la jiografia jina ni Atumenye Enoki Kalonge waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Arusha mwalimu daraja la tatu A. Majina ni Walter Adel Adelgot Ngaponda Samuel Emmanuel Marco Musa Al Sahidi Ramadhani Richard Masanja Elia Asajire Mwakilulele Julius Bangolole Theonest Godfrey Yuda Menei John Prosper Mali Eledius Buberwa Mdisha Yusta Molis Lukoa Moses Agostino Matias Ayubu Bonifasi Mlipu na Kasos Josephat Josephat Longoi waliopangwa halmashauri ya wilaya ya manispaa. Waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Tabora, mwalimu daraja la tatu A somo la biolojia, majina ni Beata Nestori Nicodemus Rehema Saidi, Sadi Rehema Saadi, Sadi Veneranda Magese Bonifasi na Zuhura Kaganda Sahidi. Waliopangwa halimashauri ya manispaa ya Tabora, mwalimu daraja la 3B somo la like Kiswahili, majina ni Jordan John Kamwela na Happy Alex Mchome. Waliopangwa halimashauri ya manispaa ya Tabora, mwalimu daraja la 3A somo la like historia, majina ni Michael Pasco Mkumbo na Josephat Estadi Mwendwa. Waliopangwa halimashauri ya manispaa ya Tabora Mwalimu daraja la tatu b somo la kemia majina ni Paulo Mayoni Moleli Stefano Martin Elo na Bahati Andrea Gabriel waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Tabora mwalimu daraja la tatu b somo la historia majina ni Angela Sebastiani mchunguzi na Nicomedi ni, ni Lala Kamala waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Tabora Mwalimu daraja la 3C somo la Kiswahili, jina ni Francis Thomas Kipande, waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Tabora. Mwalimu daraja la 3C somo la uraia, jina ni Laxford Bilishani Gumbo, waliopangwa halmashauri ya manispaa ya Tabora. Mwalimu daraja la 3A majina ni Maua Jackson Chisomeko, Diana Lute Fabian, Jamila Mlisha mlisho Abubakari Winfrida lafali Mwaifwani, Veronika Muita, Silvester Malisere, Jumanne Mbaji, Ester shefatia Stewart, Jesuita basley Mlosho, Flora Samuel Mtatilo, Geloda Victor Ngungulima, Teresia Michael Shilima na Teresia Felix Muyinga waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Iramba. Mwalimu daraja la 3B somo la baolojia majina ni Joshua Mgogo, Elia Joseph, Emmanuel Lwanda Wota, Amos Tahobaje, Zela Zela, John Fulgensi. Waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Iramba, mwalimu daraja la tatu B, somo la kemia. Majina ni Agustino Julius Kizindo, Lamek Vincent Ndemo, waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Iramba, mwalimu daraja la tatu B, somo la historia majina ni Bismana Hamadi Ndagiwe, Yasini Silaji Kilwanila, waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Ilamba, mwalimu daraja la tatu B, somo la jiografia. Jina ni Lecho Samuel Kwimba, waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Iramba, mwalimu daraja la tatu B, TEHAMA. Jina ni Yohana Zakaria Msungu, waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Iramba, mwalimu dai la tatu c si, somo la jiografia, majina ni Abtualib Shabani Mlua, Musa Maige, Thomas Langeni, Endeni Msangi, waliopangwa halmashauri ya wilaya Iramba, mwalimu dai la tatu c si, shule ya msingi, jina ni Erasteo Gabriel Mpozi, waliopangwa halmashauri ya wilaya Iramba, mwalimu dai la tatu si, c somo la ulaia, majina ni Hassan Ramazani Kitahenga na Proskovia Kokulamka de Gratias waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Iramba. Malimba ya ila tatu A hey, majina ni Alvin Pondiani Kamans, John Amos Ngofoli, Bianusi Tumwesige, Fredriki Alex Sen, Joshua Habi, Diana Somanda, Joseph Erasto Makalukwa, Elizabeth Nicholas Mvaradizan Stefano Adamu Milambo, Magdalena Elsande Thomas, Amwa Amwa Abdalla Amwa, Asela Gewi Mayo, Ancho An Edwin Mwandete, Johari Adamu Isonda, Ovotia Mahenge Msafiri, Elizabeth Godfrey Mzungu, Teresa Oscar Bareng Barenga, Wangwe Wangwe Wegesa na Sauda Shabani Jebo waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Iramba Mwalimu daraja la 3A majina ni Tumaini Samehe Sichinga, Oani Kevinans, Kunega na Minsa Maduhu Ndongo waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Magu. Mfamasia daraja la pili jina ni Nyegolo Mkama Magoti na Daniel Norbert Kimeta waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Magu. Mwalimu daraja la tatu B somo la biolojia majina ni Salilo Salilo Mwita Nyakitebe, Gloria Simoni, Simon Nguo Evans, Vedastius Patrick Herman, Sebastian Juba Thomas, Abednego, Abednego Kitandara, Samson George Mashaga na Francis Frank Kajange, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Magu. Mwalimu daraja la tatu B somo la kemia majina ni Sikuzan Almas Yusuf, Flavia kokumaramara lugaenda leniesi skalionikiiza vedastina, Vedastina kokuhirwa buchadi na Suzana damaseni Karagaza, waliopangwa halmashauri ya wilaya Magu, mwalimu daraja la tatu B, somo la historia, majina ni Vin, Vintan Joseph Komba na Gape Lomanus Nyigo waliopangwa alimashauri ya wilaya ya Magu, mwalimu la 3 b la jiografia, majina ni Yusuf Agustino Sbale na Pastel Agustin Gaspar waliopangwa alimashauri ya wilaya ya Magu, mwalimu 3B somo la Kiswahili ni Usweg Albert Mwakijoja na Salehe Athmani Sekiranga waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Magu mwalimu daraja la 3 b shule ya msingi majina ni Yustiani Pancras Atanas Patrick Hubila Moto Elsande Christopher Gidri waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Magu mwalimu daraja la 3 b somo la Ulaia majina ni Elizabeth Agrempeta na Hepi Kuigema Cyprian Uh, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Magu mwalimu daraja la tatu C si, somo la historia majina ni Bida Bikili, Mashindike Shangwe Robert, Moleli na Tunu Amani Nyagawa. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Magu mwalimu daraja si, la tatu C somo la jiografia majina ni Kija Edward, Edward Konto Elia Martin Stuart na Julius Frimoni Chikoti waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Magu mwalimu daraja la tatu C somo la Kiswahili majina ni Bakali Hasani Ali Abeli Kasalali Lupili, Lupilia na George William Waya waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Magu mwalimu daraja la tatu A majina ni Simon Silas Shindano Silas Venance Nestori Nicolas Berti Nguo Emmanuel Joseph Sanka Jafet Daniford Mtewele Donald Nicom Nicomedi Samsoni Amani Kombo Useni Daudi Daniel Tuya Mara Bonifas Saitore Raiza Mungere Mungele Leopad Siti Aurelius Aulelius Brasio Mpema, Lemigius Robert Josephat Flavian Gervas Nanguo Alawi Hashimu Bwana Pius Chance Barageti Elios Shaju Sospita Said Hamisi mwenye Magesa Ngite ya Gunga Said Hamisi Saidi Dakiri Sharifu Hussein Maunens Chance Komanya Makulu Samuel Makulu Elias Cresoni Shangali George Vedasto John Florence Balugaba Felix Emmanuel Mabula Lubiza Jafet ma marifa ma Bahaba na Imani Cladius Mbunga, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kaliua, mwalimu daraja la tatu b somo la baoloji, jina ni Arias Emmanuel Nhungu, John Benedict Akweso, Eliki Juma Sulila, Domisian Daniel Slugo, Slugo Nicodem Timos Changara na Emmanuel Paulo Bokiti waliopangwa halimashauri ya wilaya Kaliua, mwalimu daraja la 3B somo la kemia. Majina ni Frederick John Baso, Michael Zakaria Sarajek, Amos Frighton Kandonga, Benjamin Luhilo, Luh, Lulihona Tumwebaze na Agnes Joseph Soya waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Kaliua mwalimu daraja la tatu b somo la historia majina ni Anusiata Erasimu Akomba, David Otieno Rank na Tumwesige Lumanyika Jonathan. Waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Kaliua mwalimu daraja la tatu b somo la jeografia majina ni John Faustini Mugeta Stephen Tuntufye Mkumbwa Sas, na Sara Geoffrey Kleo. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kaliua mwalimu daraja la 3B somo la Kiswahili majina ni Musa Mwile Kasekwa, Jonas Jafet Tekule, Sikieni Edward Ngao. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kaliua mwalimu daraja la 3B somo la uraia majina ni Sankelenesti Malabeja, Gudrak Benard Peter na Ali Anderson Kitiku. Waliopangwa alimashauri ya wilaya ya Kaliua mwalimu daraja la 3C somo la historia jina majina ni Benita Benezeti, Gosbert Yakobo, Robert Thomas, Linus Lemi Kweka, Abdi Athmani Isa. Waliopangwa alimashauri ya wilaya ya Kaliua mwalimu daraja la 3C somo la jiografia majina ni Mwinyi Bonifasi Jilbulima Gwamaka Joshua Mwangenja, Henry Patrick Mboya na Kalebo Patrick Nyaribaka. Waliopangwa halmashauri ya Wilaya ya Kaliua Mwalimu Daraja la tatu A hey, majina ni Motanke Joseph Masese, Frenki Shanyadi Fabian, Magesa Manyama Manya Manya, Simon Bonaventure Maganga, Athmani Majura Juma, Ali Makame Ame Joseph Gerasi Saika, Clement Masesa Ndemba, Emmanuel Merusoli Moleli, Samueli Chuma Gabuteni, Daudi Davis Pawapawaya, Emmanuel Stanislaus Kitwange, Fanueli Mavogolo Richard, Yohana Juma Bukwimba, Charlotte Mbakileki Edward, Athumani Ali Sento, Emanuel Thomas Switbert, Logatus Crispin Msemwa, Abbas Muhamed William Malikiadi Petro Bura Gideon Isaya Nestori Musa Pereka Deus Paskwa Mbokile Mbinile Calvin Stephen Henley Ndaki Washa Masatu Shedrak Justin Mali Alex Amon Mlowe Saidi Ali Nawanda Leverson Evelista Kuilega Emmanuel Jackson Musa Asani Kalumbete Lemenela Le Rashidi Isa Anas Clinton Wilbard Kazee Editon Stefano Amani Erasmus Winchislausi Mombek Yusuf Nassolo Abdalla Mashaka Kudra Mashaka Diana Frank Johni Pasco Jangu Ngwiga Mwi, Kelvin Fabu Kilozo Willen Beni Mtozo, Wilson Daniel, Isaya Gunda na Jumanne Zanzibar Mbuki, waliopangwa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT, examination officer. Jina ni Leodgard Thomas Nguma. Imetolewa na Katibu, sekretariati ya ajira katika utumishi wa umma. Mwisho wa kunukuu. So hiyo ni PDF ya saba, na kama umekosa jina lako, hakikisha unazidi kufuatilia PDF zote ambazo zinatoka, na hakikisha pia umesubscribe chaneli hii iwe wa kwanza kupata PDF zote na posti zote ambazo zinakuwa zinapostiwa kwenye chaneli hii. Kwa leo sina la ziada, tukutane posti ijayo.